Yanga mechi chezo hapa ya Yanga washaridhia mechi chezo, amekaa wachezi mm. wamesema kwangu mm. mimi naona hii mechi viongozi wa Yanga wamesharidhia mechi chezo, ila kuridhisha mashabiki na wanachama, ionekane jitihada zipo, ionekane kama jitihada imefanyika Yani kwa kuanzia kwenye kupeleka timu ilikuwa ni jitihada mm. kwa sababu kama umepokea barua nawe unaenda pale pia ni kosa, kwa mujibu wa kanuni ni kosa kwa sababu ume, umeshindwa kutii mamlaka, ungeweza kusababisha vurugu pale, wa, watu wakaumia wakafanyaje? mm. no, na umepitia geti lisilotumika hiyo si kawaida na, na, l <laughs> <laughs> yeah, yeah, kwa hiyo kimsingi mechi mechi ipo, na safari ya kas mm, mechi. Mechi. Uh, mechi ipo safari ya kas ni tuonekane kwamba na sisi tupo sirias staili jambo mm. Lakini mwisho wa siku ilaini mechi ipo. Tena uende mm. Mm, kama okay. Eh? Mechi kwa maubingwa kwa kweli mechi kuchezwa itachezwa. Sasa itaachaje kucheza? Mechi kwa maubingwa kwa bwana eh. Na tetea ama na ubwaga wasipopeleka timu? Asi kanuni zitafuatwa. Kanuni za, mm. Si rais ameshasema bana, ka tulieni, taratibu zitafuatwa taratibu mm. ndo zishaanza kufuatwa hivi. Lakini hakuna uh, taarifa yoyote kwa umma, maybe adhabu au nini, au hakuna yoyote ambaye anapaswa kuwajibika kwa hili. Sasa hilo uwajibikaji ni mtambuka bodi mm. body league kama waendeshaji wa ligi yeah. walitoa taarifa yao kufanya uchunguzi mm. wa tukio zima ambalo limetokea mm. yeah. Tunaamini bado hatujapata majibu sawia ya bodi ya ligi ya, ya uchunguzi ya uchunguzi kwa mujibu wa barua yao mm. Si ndio? mm. Wao wamejibu tu barua Yanga. Wamejibu barua Yanga mm. Lakini katika nadharia ama katika uhalisia tunaamini bodi walipaswa kuja na taarifa iliyo kamili na tukio mm. nani anawajibika, alisababisha hii yes. itokee okay. yes. Na adhabu zake ni adhabu zimekaaje? Yes. Au kapewa onyo? Sababu, yes. onyo pia ni adhabu, hey, oh. Of course, onyo ni adhabu pia. Mm. Kwa maana ya kuendelea kufanya tukio lingine kutapelekea wewe kuadhibiwa kali zaidi mm koo bado sintofahamu ni kubwa kwamba what happened, nini kilitokea, nani anahusika, nani anawajibika, ipo katika mamlaka ya bodi ya ligi mm. na hii itawasaidia pia kutengeneza ile uwazi, transparency kwao, kwa sababu ni ukweli usiopingika, kwa hivi sasa ni moja kati ya chombo ambacho kimepoteza uaminifu katika jamii. lazima mm. tukiri hilo pamoja, yeah. inaonekana kuna sehemu nyingine watu wanakosea, lakini bodi ya ligi imepoteza uaminifu katika jamii ya wapenda mpira hapa nchini Wanajisafishaje? Ni pamoja na kuja na majibu kwa mm -hmm. mujibu wa uchunguzi wao yeah. Kwao kuna vitu ambavyo wakati e, tunazungumzia swala la Yanga kwenda CAS, lakini bado kwa mustakabali wa mpira wa nchi yetu kuna mambo ambayo yanahitaji kupatiwa majawabu, sio tu mechi kuchezwa mm -hmm. kuchezwa ni jambo lingine kwa sababu ya mambo ya kikanuni yeah. Lakini ile sintofahamu, nini kilitokea nini kitokea? uchunguzi upi umebaini nini? mm. nani alikuwa na kosa hasa? Nani anakosa? nani anawajibika? Chanzo? Yes. Na bahati mbaya, nyakati hizi nyakati ambazo watu wanafuatilia mm. teknolojia tunayo, ile barua watu wanayo, wamehifadhi kwenye archive bado. Yeah. wasubiria nyinyi, bodi ya ligi mm. mtendaji mm. Kasongo, na nini ambacho kinaendelea, tupeni majawabu. Kwa hiyo inawezekana ukimya wao, labda inawezekana wana buy time, lakini wajua Watanzania wana kiu mno ya kupata majawabu ya yaw na nani anawajibika, ukiacha ishu ya mchezo kuchezo. Dakika mm, kumi zilizopita kwenye peji ya TFF eh, hey, Tan Football umepostiwa <laughs> posti mafani ya mafanikio ya timu ya taifa chini ya Wallace Karia, makubwa makubwa. Ye, makubwa ni sana. Wallace Karia, makubwa kufuzu Afcon 2019 Misri, Afcon 2023 Ivory Coast. Afcon 2025 Morocco. Mm -hmm. Chani 2021 Cameroon na Chani 2024 Tanzania, Kenya na Uganda. Fanikiwa timu ya taifa. Hii ni timu ni senior team. Senior senior team. Senior team. Mm -hmm. Senior team, na tunavyozungumza timu ya taifa ipo kamini pale Tanga.